Wa awali hapa nieleze kidogo kwamba kabla mzigo haujaenda kwenye mnada kule Antwerp, tunakuwa na wathaminishaji kule mgodini wanafanya uthaminishaji pamoja na mgodi alafu mgodi unachukua ule mzigo unapeleka mnadani kwenye soko la mwisho. Sasa ule thamani ya mwanzo inaitwa uthamanishaji wa awali Waingereza wanasema provisional royalty kwa hiyo inalipwa ile thamani ya awali kabla hamjafika kwenye, kwenye, kwenye mnada. Kwa ile provisional royalty iliyolipwa kutokana na uthaminishaji wa awali kabla ya mauzo ilikuwa dola za kimarekani laki 674,491 na senti 78 na, na, na ada ya ukaguzi yani, clearance and inspection ilikuwa dola za kimarekani 112,490 na senti 30. Sasa ukijumlisha hizo zote jumla yake unapata E, e, dola za kimarekani laki saba themanini na saba na laki saba themanini na saba elfu mia tano thelathini na mbili na senti e, nane, ambayo ni sawa na shilingi za kitanzania bilioni 1 e, milioni mia saba sabini na moja elfu mia tisa arobaini na saba. Sasa lengo letu ni kuanza kuwa na mnada hapa nchini, kwa sababu huu mnada tuliokwenda kufanya safari tulipeleka maafisa wa serikali kwenda kujiridhisha, je, hiki ambacho tunafanya uthaminishaji hapa, kule kwenye soko la mwisho bei inabaki kuwa ile ile. Kwa hiyo tulivyopeleka tukaona kuna tofauti kubwa kidogo, ambayo makadirio yale ya mwanzo kama nilivyowaeleza, ilikuwa kama bilioni 26 peke yake. Tulivyokwenda kwenye kuuza, tumepata jumla ya mzigo, thamani yake imepanda na kuwa bilioni 30.6 kwa hiyo utaona kuna tofauti kubwa, na hata kwenye mrabaha wenyewe, kwa kuwa thamani imepanda, basi na mrabaha umepanda. Kwa hiyo uthamanishaji wa awali ambao ulikuwa ni dola za Kimarekani laki 674.9, na, na, na, na ada ya ukaguzi ambayo ilikuwa laki moja na elfu 12 na mia 5, ambazo sawa na shilingi za Kitanzania dola bilioni 1.77 utaona kwamba kuna nyongeza hapo imeongezeka kutokana na, na, na, na kupeleka sisi wataalamu wetu kwenda kukagua. Kwa hiyo hilo jambo tutaka tuwape taarifa Watanzania kwa sababu tuna kawaida ya kutoa taarifa kila mnada unapofanyika, ili wajue nini kinachoendelea. Mtaona kwamba kilichothaminishwa hapa tulivyokipeleka kule kwenye soko la mwisho, bei inakuwa kubwa na hiyo trend imekuwa ikionekana. Sasa tunapenda pia kuwajulisha Watanzania kwamba e, yako makampuni ambayo yameona ni bora sasa kutokana na hali hiyo ya kuwa tunapeleka mnada kwenye soko la mwisho mnada huu sasa uanze kufanyika hapa nchini, na mnada huu ukifanyika hapa nchini faida ambazo nchi itapata ni pamoja kwanza, tutatangaza nchi yetu kama mzalishaji wa almasi pamoja na madini mengine, lakini vile vile itakuwa ni sehemu ya, ya kuleta wageni ambao watatumia fedha zao hapa ndani na hizo fedha zitabaki hapa nchini. Kwa hiyo tuko kwenye majadiliano na kampuni ambazo zimeonyesha eh, eh, interest ya kutaka kuwekeza eh, kwa ajili ya kusimamia mnada hapa nchini, ili sasa mambo yote tukiyatoa Mwadui tunakwenda kwenye mnada hapa nchini, basi tunampa export permit, yeye anapeleka mzigo wake. Lakini tunataka pia kuwaambia Watanzania jambo jingine la pili, kwamba wizara inapenda kuwafahamisha wananchi kuwa kufuatia ujenzi wa ukuta wa mgodi wa Mererani wenye urefu wa kilomita 24.5 kuwa upo katika hatua za mwisho kukamilika. Nasema hatua za mwisho kwa sababu ujenzi ule sasa hivi ni asilimia 98. Na napenda nichukue nafasi hii ni niwashukuru sana SUMA JKT kwa kufanya kazi hii vizuri na kumaliza ndani ya wakati. Sisi tulijua kazi hii ingeweza kukamilika Aprili, lakini SUMA JKT kwa utaratibu wao wamefanya hii kazi, imekwenda kwa speed sana, wamemaliza. Na sasa sisi kama wizara na serikali kwa ujumla, tunaanza sasa utaratibu wa usimamizi wa shughuli za uchimbaji wa madini ya Tanzanite pale Mererani. Sasa kuanzia Jumatatu tarehe 19 Februari mwaka huu Mamlaka ya Vitambulisho Tanzania, yani NIDA, kwa kushirikiana na wataalamu wa wizara ya madini wataanza zoezi la utoaji wa vitambulisho vya taifa kwa wananchi wote wanaoshughulika na kazi za uchimbaji. Mtafahamu kwamba leseni za uchimbaji madini ya Tanzanite kwa mujibu wa sheria zinatolewa kwa Watanzania tu, na tuna, tumejenga ule ukuta ili tuongeze control. Sasa wako watu ambao wana, wanatoka nje wanakuja kuchimba yale madini ya Tanzanite. Hatukatai mtu kutoka nje kuja kufanya madini eh, kufanya biashara ya Tanzanite. Lakini leseni ya Tanzanite kwa mujibu wa sheria ni lazima itolewe kwa Mtanzania. Sasa tunaanzisha uhakiki. Watu watakaoingia kwenye ule ukuta wataingia wale watu tu walio na vitambulisho basi. Asubuhi mnavyoingia lazima uwe na kitambulisho, unaingia kufanya kazi. Jioni unakaguliwa umetoka na nini na vitambulisho vyako. Sasa tumeamua ili tuwasaidie wachimbaji wetu wasije wakapata tabu, maana ukiwa na kitambulisho cha kampuni peke yake hakitusaidii sana kujua wewe ni Mtanzania. Ndio maana tumewaomba watu wa NIDA kuanzia Jumatatu watu wote wa Mererani wataanza kusajiliwa kwenye vitambulisho vya utaifa. Hatuna mtu wa NIDA yuko hapa, ataeleza utaratibu ambao wataufuata kwenye usajili. Nia yetu ni moja, kwamba tuwape vitambulisho kwa haraka, tusiwatengenezee urasimu, tuwarahisishie ili shughuli ya uchimbaji iweze kuwa rahisi. Kwa hiyo zoezi hilo limelenga kuhakikisha kuwa wananchi watakaoingia eneo la usaji, la, eneo la uchimbaji ni wale tu ambao wana sifa za kuingia, yaani wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Aidha, wizara inapenda kuwafahamisha wananchi kuwa eh, na wadau wote wa sekta ya madini kwamba kufuatia marekebisho ya sheria ya madini ya mwaka 2017 yani the written law miscellaneous amendment act 2017 na kufuatia kusainiwa kwa kanuni za madini mwaka 2018 na, na waziri wa madini, sasa vibali vyote vya usafirishaji wa madini yani export permits nje ya nchi vitaombwa kwa tume ya madini na kusainiwa na kaimu mtendaji wa tume ya madini. Kaimu mtendaji wa tume ya madini ni huyu hapa kamishina wa madini, na kanuni zenyewe ndio hizi hapa, tunazo zishasainiwa, na zimeanza kufanywa kazi. Sasa yako mambo mengine, kuna watu wanasema zile kanuni bado hazijatoka, na mwingine amenipigia simu leo anasema kwamba nimeambiwa zile kanuni hazijakamilika. Napenda tuambie kwamba kama tulivyowahi kusema huko nyuma, kanuni hizi zilishakamilika na ziko kazini kwa mujibu wa sheria, na tulizikabidhi kwa mheshimiwa rais baada ya kuwa ametupa maelekezo wakati ule. Kwa hiyo vibali hivi vitaombwa kuanzia ngazi ya mkoa, yani vile vibali vya export. Hivyo wadau wote wa sekta ya madini mnaombwa kuzingatia utaratibu huu katika kuomba vibali vya kusafirishia madini nje ya nchi. Kwa hiyo hicho ndicho tulitaka Watanzania wafahamu kupitia ninyi, wizara ya madini kwenye hayo mambo matatu. Kwanza kuhusiana na swala la, la, la, la mnada wa almasi ambao ni kawaida yetu kila tukitoka kwenye mnada lazima tutoe taarifa kwa umma, lakini jambo jema kwenye taarifa hiyo ni kwamba wako watu wameonyesha interest sasa ya kuja e, kutengeneza utaratibu wa kuendesha mnada huo hapa nchini kuliko kusafirisha kupeleka Ubelgiji, ambako tunatumia gharama kubwa sana. Lakini la pili kama nilivyosema ni kuhusiana na ukuta ambao tumesha ukamilisha kujenga, na kwamba e, tunatoa vitambulisho kwa hatua ya mwisho hapa na NIDA wataanza hiyo kazi Jumatatu, kuonyesha kwamba hii biashara tuko nayo serious, hatutaki kuchelewa. Na jambo la mwisho ni matumizi ya kanuni mpya ambazo zimekwisha kupitishwa na kusainiwa na mheshimiwa waziri. Kwa hiyo e, labda sasa nimpe nafasi e, mtu wa NIDA afafanue ule utaratibu kwa kifupi, na pengine e, kamishina kama atakuwa na jambo la kusema kabla hatujahitimisha. Karibu Naye asogeea. Asante sana, ushauri mzuri, naweza kuwasaidieni. Wewe unasema weka hivi, ndio kazi yangu. Ah, angalieni <laughs> tunaweza tukajikuta tumeondoka na simu zenu <laughs> halafu mkasema hawa watu wa makinikia vipi? ah, karibu. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu waziri ah, kwa ufupi ni kwamba utaratibu utakao tumika kwenye usajili wa wachimbaji wadogo katika mji wa Mererani ni utaratibu ambao upo kwa ka, kawaida ambapo kimsingi ah, tutaanza na uchukuaji wa fomu na ujazaji wa hizo fomu zenyewe. Na mtu anapochukua fomu, itatakiwa kuwa na viambatisho muhimu ambavyo vinathibitisha kwamba yeye ni mzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania. Na hili tutalifanya kwa ukaribu sana, kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama za wilaya ya Simanjiro na mkoa wa Manyara wenyewe, ambapo mgodi wa Mererani upo kwa kuhakikisha kwamba kuna watu wa omeaji, kuhakikisha kwamba wanatambua uraia wa watu. Kuna wenzetu wa RITA kuthibitisha umri wa mwombaji, lakini wenyeji ambao ni serikali ya mtaa au kijiji ambapo upo mgodi kuthibitisha kwamba hawa watu wanatoka katika maeneo wanayodai kwamba wanatoka. Kwa hiyo hii itatusaidia kuhakikisha kwamba raia wa Tanzania kama alivyoeleza Mheshimiwa Naibu Waziri anapata staili yake ya kwenda kufanya uchimbaji kwenye mgodi, hiyo haki ikaenda kwa wageni, kama tutakuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kuwatambua. Kwa hiyo hawa wataweza kutuletea katika katika matanisho, tutahitaji kuwa mtu ana cheti cha kuzaliwa awe na pasi ya kusafiria, awe na tin number kama ameshajisajili mesha, kama mchimbaji. Lakini viambatisho vingine ni pamoja na vyeti kama kuanzia cheti cha darasa la saba mpaka elimu ya juu, uh, driving license na vitambulisho vingine ambavyo ni vya kama bima afya na, na vingine kama hivyo ambavyo vinaweza kusaidia kuweza kumtambulisha mtu. Baada ya kujaza fomu na kupeleka, hatua ya pili ni uchukuaji wa alama za vidole kwa maana ya vidole vyote kumi kupiga picha na kuweka electronic signature ambavyo vinatuingiza kwenye mfumo. Baada zoezi, zoezi, linalofuata, ya zoezi hilo, zoezi linalofuata ambayo ni muhimu sana tunaita ni uhakiki na uwekaji wa mapingamizi. Tunafahamu kwamba NIDA tu wakienda wao wenyewe kule Mererani hawawezi kutambua kwamba huyu ni raia au huyu si raia. Kwa hiyo hapa tunatoa fursa kwa wananchi na wachimbaji wengine, kwa kuwa wanafahamiana, kusema kwamba namfahamu huyu Thomas sio raia. Kwa hiyo tunachofanya baada ya kupiga picha na kuchukua alama za vidole, tunaweka picha, jina la mtu na hadhi yake ya uraia kwenye mbao za matangazo kule kule migodini, ili sasa kama mtu anapingamizi kwamba uh, bwana Fredi sio raia, aseme siyo raia na sisi tuweze kufanyia kazi jambo hilo, tutalifanya kwa kwa siri kwa sababu tunajua kutoa taarifa inaweza zikaleta athari. Utakuwa tuna namna nyingi za kufanya za kufanya, anaweza akatoa taarifa kupitia kwa afisa wa NIDA, anaweza akapeleka serikali ya mtaa, kuna barua pepe ambayo anaweza akatuma, kuna sanduku la posta ambayo tumeweka vilevile, anaweza akapitisha hizo taarifa na hata ujumbe kwa njia ya simu kuweza kutu, kutupa taarifa ili tuweze kuzifanyia kazi na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vinahusika katika utambuzi wa watu baada ya uhakiki wa mwisho na utoaji wa mapingamizi, sasa tukajiridhisha kwamba huyu anastahili kupewa kitambulisho. Sasa tunakwenda kuchapa kitambulisho na kuwapatia hawa wananchi katika eneo hilo. Kama alivyosema mheshimiwa naibu waziri ni kwamba, zoezi hili tunatarajia kulianza tarehe kumi na tisa ambayo ni Jumatatu wiki ijayo. Kwa hiyo vifaa vipo na kila kitu kiko tayari kwa ajili ya, ya, ya zoezi hilo. Labda tu nizungumzie faida tu za kwanini tuna, pamoja ukiacha kwamba lengo ni kuwatambua hawa wananchi ili waweze uh, kunufaika na fursa ambayo serikali imetoa na kama sheria inavyoelekeza kwamba uchimbaji wa Tanzanite ni kwa ajili, upo kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo ukiacha hiyo, lakini vilevile vile ni kwamba hivi sasa ili mtu afungue kampuni Brera ni lazima uwe na kitambulisho cha taifa huyu mtu akitaka kusafiri labda kwenda nje ili apate passport ni lazima awe na kitambulisho cha taifa. Lakini ukiangalia kwa sasa hata kama East Africa wenzetu wamekuwa wakilizungumza hili ni kwamba hii inaweza ikawa ni traveling document within East Africa. Kwa hiyo ndani ya Afrika Mashariki mtu anaweza akatumia national ID aweze kwenda huko labda atahitaji kwenda kununua vifaa, atahitaji kwenda kufanya shughuli nyingine, ni lazima aweze kuwa na national ID. Lakini kwa kumpa huyo mchimbaji mdogo kitambulisho cha taifa tunamfungulia fursa ya kuweza kutambulika na kwenda benki kupata mkopo ambao anaweza akapata mtaji kwa ajili ya kuendesha zile biashara zake kule migodini na akafanya uchimbaji ambao ni wenye tija na wa kisasa. Kwa hiyo hii yote tunasema kwamba ni fursa sasa tumetoa kwa wachimbaji wadogo ambao wako Mererani ili waweze kunufaika nayo na, na, na serikali iweze kuwatambua ili fursa hii zinapotokea kwa Tanzania, sije zika wakapokonywa hiyo fursa ikaenda kwa mtu mwingine ambaye sio raia. Kwa hiyo hiyo ndo sababu kubwa ambayo tunasema tunakwenda kwa sajili ya watu ili tuweze kuwapatia vitambulisho vya taifa ili waweze kutambulika na kunufaika na fursa ambazo serikali imekuwa ikizitoa. Kwa hiyo NIDA iko tayari, vifaa vipo na watumishi wapo. Uh, wilaya ya Simanjiro ambako huko uh, mgodi uh, mgo, mgo, wa mi, mi, Mererani. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu tutakuwa tunaanza hiyo kazi. Nakushukuru mheshimiwa, asante sana. Sasa tunahama tena, kamishna, una la kusema, una la kusema basi. Sasa najua kwa sababu tunaongea na waandishi wa habari na waandishi wa habari, ni asili ni nzi, turuhusu labda maswali kama matatu kama yapo, tukaja tujina na chombo basi, sababu ni kibali. So, so, tuanze na mwanamama, si ndio? <laughs> <na laughs> <laughs> <laughs> na wale wakazi wa kale wanaofanya shughuli kwenye ule mgodi walikuwa wanaomba kuwekewa geti jingine kwamba walikuwa wanasema wanazunguka sana. Sasa je, kama ni wanavuruka. Asante. Fahamu. Nadhani jibu moja alafu tu au turuhusu maswali yote. Ngoja basi niandike kama ndivyo.

Asanteni sana jamani, nitamani kila mtu aulize lakini hmm, kwa interest ya muda nikubalie na ninyi, tumewaweka sana hapo <laughs> na, eh, unajua, najua ungeweza kuuliza lakini ngoja tujibu haya kwanza. Hili la kwanza iloulizwa na dada kwamba walikuwa wanaomba eh, kuwe na geti jingine, ni kweli mimi mwenyewe nilikuwa Mererani kama siku mbili tatu zilizopita pamoja na mwenzangu Mheshimiwa naibu waziri Nyongo. E, kulikuwa na kilio kikubwa cha wananchi kwamba ule ukuta ni mrefu sana, ni kilometa 24.5. Na kwa kuwa ni kilometa 24.5, kwa hiyo kuna watu watalazimika kuzunguka umbali mrefu sana kufika mahali wanapokwenda. Lakini ndugu zangu, lazima tukubaliane, tupime gharama gharama ya upotevu wa madini na gharama ya watu kuzunguka ipi kubwa kwa nchi? Mm, hilo -hmm. Ndo muhimu sana na Mererani sio mahali pa kwanza. Mmoja hapa amesema ametokea Geita. Zamani watu wa Geita walikuwa wanapita katikati ya mgodi, kulikuwa na njia wanatokea Geita mjini kilometa 6 lakini sasa hivi wanazunguka kilometa 15 kufika Geita mjini. Kwa hiyo utaona ni jambo la kawaida kwa usalama wa mgodi. Lakini kwa upande wa Tanzanite, ndugu zanguni, tukisema ukweli, Tanzanite imetupa aibu kubwa kama nchi. Haiwezekani Tanzanite nayo inayochimbwa Tanzania peke yake, ukuiona Tanzania unaiona kwa asilimia ishirini tu, asilimia nyingi kubwa inatoroshwa, halafu na serikali ipo ifumbie macho. Tumewaomba na tumezungumza na wale wananchi wa Mererani, tulikubaliana na mbunge wao alikuwepo. Tukaomba, watukubalie, tubakize geti moja kwa ajili ya control. Na hilo geti moja litakuwa na vifaa vyote vya uchunguzi na vya ukaguzi ili tusaidie kuwa na eneo dogo zaidi la kuangalia kuliko kuwa na mageti mengi. Sisi ni wanadamu. Ukiwa na loopholes nyingi watu watatumia hizo kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo tumewaomba na wao wametukubalia tutabaki kuwa na geti moja, na hilo ombi lao tumewaomba watuvumilie kwa sababu gharama ya upotevu wa madini ni kubwa mno kuliko gharama ya kuzunguka, na bahati nzuri ule mgodi kuna barabara kubwa imetengenezwa kuzunguka. Kwa hiyo ni mahali panapopitika, unaweza ukaenda na gari ukazunguka ule mgodi vizuri tu. Hauhitaji, hauhitaji ku kuhangaika sana. La pili nimeulizwa na ndugu yangu wa michuzi hapa kwamba hiyo minada ya nyuma ilikuwaje. Nimeeleza mwanzo kwamba tumekuwa na utaratibu wa kutoa taarifa kila mnada unapofanyika. Kwa hiyo mkirejea taarifa zetu za nyuma, mtaona kilicho tulichowahi kukiripoti hapa ni sawa tu na hiki tunachokiripoti leo. Sasa niunganishe hapo na kwamba tulivyopeleka maafisa wetu mm. Imekuwaje? Ukweli ni kwamba sisi, kila mzigo unapofungwa hapa, huko nyuma walikuwa naweza kuwapa wale mgodi wenyewe wakapeleka, lakini sisi tunapeleka maafisa wetu kwenda kujiridhisha kule mwisho mm. Tulikuwa hatutaki kusubiri ile ripoti naitwa, mnatuletea ile ripoti ya mwisho a a, sisi tunataka twende wenyewe tukaone wenyewe. Tuje tulinganishe je ulicho kideclare huko mgodini na kile kilichotokea kule mwishoni vinafanana? Kwa hiyo tumekuwa tukipeleka maafisa wetu na nia ni moja tu kufanya control ya uhakika ili Watanzania wasipoteze hizi e, eh, rasilimali zao. Na tumezungumza wale ambao sio Watanzania. Kwa wale ambao sio Watanzania anayetaka kufanya kazi kwenye mgodi wa Mererani. Sheria yetu ya madini ya mwaka 2010 kifungu cha nane kifungu kidogo cha tatu kimeeleza na kwenye marekebisho yake ya mwaka 2017 kimetoa provision kwamba mtu anayepewa leseni ya kuchimba madini ya Tanzanite na ya vito vingine hata kuwa mtu mwingine isipokuwa Mtanzania. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu hekima iko hivi, yale madini mkiruhusu watu wengine wayachimbe, hamwezi kucontrol na wala hamwezi kujua mmepata nini. Na hiki ndicho kinachotokea sasa hivi, kwamba mnaweza mkaenda mkakuta kwenye mgodi ambako Watanzania wako wageni wanachimba na watanzania wako watanzania, hawawezi kukompiti wakati mwingine kwa sababu ya mfumo wa mitaji wanayohitaji. Kwa hiyo wale wageni wanaotaka kujihusisha na uchimbaji wa madini ya Tanzanite, kwanza hawawezi kupewa leseni, lakini hawazuiwi kufanya biashara ya Tanzanite, ila ziko taratibu sasa ambazo ziko kwa mujibu wa sheria wanapaswa wazifuate, na wengi wanazifahamu. Bwana, tuna watu wengi tu wanatoka nje wanakuja kununua Tanzanite kwenye minada, hatuwazuii lakini ziko taratibu ambazo ziko ni za wizara ya mambo ya nje, unazifuata na sisi tunakupa permit, unapeleka mzigo wako kwa mujibu wa sheria. Nia yetu jamani, ni kuhakikisha kwamba Tanzanite kwa kuwa inapatikana Tanzania tu na hakuna mahali pengine duniani. Basi, Tanzanite hii uione kwa Watanzania wengine wenyewe kuliko kuipeleka kwa mtu mwingine. Edita, uliozungumza la tulikuwa tunapeleka, nimeshalijibu hilo nadhani. Eh, wachimbaji wadogo wananufaikaje na minada hii? Nakushukuru kwa swali zuri. Kwanza, kwenye minada kuna bei shindani. Mizigo ile mnaifunga kwenye lot, kila mtu anabidi kwa bei yake, baadaye mnachukua mwenye bei kubwa ndo anachukua mzigo. Lakini faida hiyo sio tu kwa wachimbaji, faida hiyo iko kwa serikali pia. Serikali inaweza kwa urahisi zaidi kugundua ni kiasi gani cha madini kimeuzwa, ili iweze kuchukua royalty, iweze kuchukua inspection fee na vitu vingine vyote vinavyohitajika pamoja na service levy. Kwa hiyo tunahitaji kufanya minada hii, na hili jambo tunataka sasa tuliongeze wigo, tulipeleke hata kwenye madini ya metali kama dhahabu na kadhalika, ili tuwe na eneo moja la kuuza. Mimi nafanya mikutano na wachimbaji, nawauliza, niambie dhahabu yako unauza wapi? Utakuta kwa diradira dira, ukitoka. Ndio maana mkiangalia tunakamata dhahabu nyingi sana inatoroshwa. Juzi tumekamata pezile, kilo ngapi, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo zote tunakamata. Watu wanajaribu kutorosha, ni kwa sababu control mechanism ya wachimbaji wadogo wanauza wapi haijakaa vizuri. Kwa hiyo tunaifanyia kazi na baada ya muda tutawajulisheni ni hatua gani tumezichukua. Jamani, kuzungumza na waandishi wa habari muda mrefu yahitaji moyo, na washukuruni sana, asanteni sana. <laughs>